Habari za wakati huu, karibu tena, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali, ambapo kuelekea mwezi huu Disemba tarehe tisa, ambapo maandamano mengine yamekuwa yakihamasishwa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii lakini pia kupitia hotuba ambayo ameitoa mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan eh, siku ya jana tarehe mbili ya mwezi Disemba amezungumzia vitu vingi sana kuanzia Oktoba 29, lakini pia vurugu ambazo e, zilikuwa zimetokea Tanzania huku akizungumzia nguvu ambayo e, vyombo vya ulinzi na usalama vilitumia katika kutuliza, e, kutuliza vurugu ambazo zimetokea siku ya uchaguzi ambapo vurugu hizo pamoja na nguvu ambayo vyombo vya dola vilitumia. Imepelekea Watanzania wengi ya kupoteza maisha. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akizungumzia jambo hilo, alisema kwamba serikali ina wajibu, tunaapa kuilinda mipaka ya nchi hii na kulinda raia pamoja na mali zao. Katika hali hiyo, nguvu inayotumika inaendana na tukio lililopo. Sasa tunapoambiwa tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa tuwaangalie waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe? Hapo patakuwa pana dola kweli? Dola haipo hivyo. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliongeza na kusema kwamba na siyo Tanzania tu, hata mataifa mengine watu wakiandamana wanaweka nguvu kubwa. Sasa wanapokuja kutulaumu, mlitumia nguvu kubwa, wao walitaka nini? Tujiulize, je, wao ndio wafadhili wa kile kilichofanyika? Walitaka tuangalie ile mobu hadi ifanikiwe, walichowapa fedha, walichowatuma? Hapana, tuliapa kulinda nchi hii pamoja na mipaka yake, usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo kama wanavyofanya wao na sisi tutafanya vile vile kuilinda nchi yetu. Hii ilikuwa ni jana, na jeshi la polisi Tanzania leo kuelekea Disemba 9 wametoa onyo kali kwa wote ambao wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii kueneza e, au kuhamasisha uovu au nia ovu kwenye maandamano ambayo yanahamasishwa kufanyika Disemba mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, siku ya tarehe tisa. Jeshi la polisi Tanzania limesema linachukua hatua madhubuti kukabiliana na wimbi la uhalifu wa kimtandao na mipango ya vurugu inayodaiwa kuhamasishwa kupitia mitandao ya kijamii kuelekea Disemba 9 mwaka 2025. Moja kwa moja taarifa hii ndefu mno kutoka jeshi la polisi tutaipitia hapa kwa kina zaidi eh, kujua kile ambacho jeshi la polisi Tanzania wameweza eh, kukibaini lakini pia onye ukali kuelekea Disemba 9. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania, taarifa kwa umma. Jeshi la Polisi Tanzania linaendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi ya kulinda maisha ya watu na mali zao sambamba na kuhakikisha hali ya amani utulivu na usalama unaendelea kuimarika nchini. Pia limeendelea kuzuia uhalifu sambamba na kuwakamata wale wanaofanya makosa mbalimbali yakiwemo makosa ya kimtandao kama yale ya wanaoendesha makundi mbalimbali katika mitandao ya kijamii ya kuhamasisha uhalifu na kuwachukulia hatua kama sheria za nchi zinavyoelekeza.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 aliyewasikiliza na akaendelea kuwasikiliza, wanahamasishana kufanya mambo yafuatayo. Moja. Siku hiyo ya maandamano yasiyo na kikomo yani tarehe 9 Disemba 2025, wanaelekezana ambaye hajui kutumia silaha na hajapitia mafunzo siku hiyo asishike silaha wa waachie waliopata mafunzo ya matumizi ya silaha kwa maana rahisi watu hawa wanazo silaha za kutimiza lengo ambalo wamekusudia. Hili ni jambo la kwanza ambalo jeshi la polisi Tanzania wameliandika hapa, kwamba watu hao wanahamasishana kufanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni kwamba kama mtu hajawahi kutumia silaha na wala hajui, basi asitumie na awaachie wale ambao wamepata mafunzo. Jeshi la polisi wanasema kwa maana hiyo, watu hao wana silaha tayari. Jambo la pili, kupitia mitandao na klabu mbalimbali za mtandaoni wanahamasishana, ili kusiwe na shughuli yoyote itakayokuwa inaendelea. Namba tatu. Pia wahakikishe wanaharibu na kuchuma moto minara yote ya mawasiliano ili nchi nzima ikose mawasiliano. Namba nne. Wanahamasishana wahakikishe bandari ya Dar es Salaam haifanyi kazi kwani watafunga barabara zote za kuingia na kutoka bandarini. Namba tano. Siku hiyo na kuendelea, wanahamasishana wafunge barabara zote za kuingia na kutoka katika mipaka yote ili kuhakikisha hakuna anayetoka au kuingia nchini. Namba sita. Wanahamasishana kama vijana wakapore mali za watu kwa sababu wanacho kisingizio kuwa wana njaa. Namba saba. Uhamasishaji huo umekwenda mbali zaidi kwa kuhamasisha siku hiyo waende pia kwenye mahospitali ili kuzuia huduma kwa wagonjwa zisitolewe, kwani wakifanya kwani wakifanya hivyo nchi itasimama. Namba nane. Pia wanahamas, wanahamasishana kuwa watahakikisha wanafuata popote walipo watumishi wa serikali ili wawazulu. Namba tisa, wakati hayo yakiendelea kwenye mitandao ya kijamii tumesikia matamko mbalimbali na wanayoyatoa, wanasema wanaohamasisha na wanaohamasishwa wakiandamana siku hiyo, tutakuwa tutawakuta wamekatana vichwa huko mitaani Wakati hayo yakiendelea, hii namba 9, kwenye mitandao ya kijamii tumesikia matamko mbalimbali, na wanaoyatoa wanasema, wanaohamasisha na wanaohamasishwa wakiandamana siku hiyo, tutawakuta wamekatana vichwa huko mitaani. Unakumbuka ile video ya shehe moja alisema kwamba wale ambao wataandamana siku hiyo basi watakatwa vichwa mm. namba 10, wapo wengine wameapa au kutamka watakao andamana wasifike kwenye mitaa yao kwani watashughulikiwa ipasavyo. Namba kumi na moja, wengine wanasema hawatakubali tena kupata hasara walioipata tarehe 29 ya mwezi wa kumi na siku zilizofuata, hivyo watahakikisha tarehe tisa ya mwezi wa kumi na mbili na kuendelea, wanalinda maisha yao, familia zao, pamoja na mali zao, ili asitokee mtu wa kuwazuia kuendelea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 wawakatae watu kama hawa pamoja na wanayoyahamasisha, kwani malengo yao ni kuharibu taifa letu na kuturudisha kwenye machungu na madhara tuliyoyapata tarehe 29 ya mwezi wa kumi mwaka 2025 na siku zilizofuata. Taifa letu linahitaji uponyaji, kama jitihada za viongozi wetu wa kitaifa zinavyoendelea kufanyika hivi sasa, na hatuhitaji tena burugu aiza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 lakini pia kubwa endelea y kutufuatilia hapa kwa taarifa mbalimbali.